Na dakika hizi chache, Amen. ni mualike sasa, Yes. mgeni wetu Obby Alpha, Amen. atupe wimbo na kutufungulia ukurasa wa kipindi kinachofuata Amina. Tumpokee kwa makofi mazuri. Acha ukunga, piga vigelegele, Amen. Ongeza tena makofi makubwa mahali ulipo, pigia Yesu makofi yenye ujazo mkubwa mbele za Bwana amen. Bwana Yesu atukuzwe, tupungiane mikono namna hii kama una amani ya yeah. Baba ninashukuru sana kwa kibali hiki na neema ya yeah, mi kuja hapa kuhudumu siku nyingine tena niliwakumbuka sana ndugu zangu hawa <laughs> yaani, kama baba anavyowapenda basi na mimi ninawapenda zaidi. Lakini leo pia sikuja hivi hivi. Uh, utaratibu wetu ni ule ule, nilikuja na flash iliyo na nyimbo zilizo kwenye albamu yangu mpya, inaitwa Tabasamu. Nikasema moja kati ya watu ambao eh, mimi ninaheshimu sana kile ambacho Mungu ameweka ndani yao basi ni pamoja na babangu. Amen. Kwa hiyo mimi na timu yangu nikawaambia, naombeni mnitengenezee flash na muiandike kabisa uh, jina la ababa kwa nitampelekea nyimbo zilizopo kwenye album zote na nitaziweka umuna ili nipate angalau neno la baraka kutoka kwa babangu. Kwa hiyo baba ninashukuru. Nyosha mikono juu yake, yes. Mwenyezi Mungu wewe ndio unayetupa vipaji ndio Bwana, na hiki pia ni kipaji ambacho ulichotupa Tanzania Yesu. Na sisi tunajivunia ndio. Kuendelea kutupa waimbaji ambao ni nguzo ndio Bwana za injili katika taifa hili Yesu. Na mwinua kwako mwaka huu uwe ni mwaka wa kubadilishiwa jina mara mbili zaidi alivyokuwa Yesu. na kipawa hiki kiwaambukize wengi, kiponye majeraha ya wengi na kuwainua yes. na kuwatia moyo wengi yes. ili waje kwako na kukutumikia, kifanyike baraka kwa taifa Afrika na dunia Amin, kwa yes. jina la Yesu Kristo, na kila mtu aseme amina, amina. Karibu sasa utuhudumie, Obby Alpha. Ongeza tena makofi makubwa mbele za Bwana, pigia Yesu makofi makubwa mbele za Bwana. Wakina mama wangomeni, ningesikia vigeregere vikubwa kabisa. Yes. Amen.